Hapa ndiyo kuna taarifa kem, kem habari moto moto. Langu jina ni mjukuu Mtetezi mchanganusu wa kisiasa. Na vile vile leo tunataka kuzungumzia mambo ya siasa za wanasiasa ambayo wafanya kazi ambayo wanafanya kazi nzuri. Mheshimiwa Ndindi Nyoro jana alikubali kufungua roho ya kwamba tangu haondolewe kama mwenyekiti ya bajeti kule bungeni. Ni siku mingi, Ndindi Nyoro alikuwa kimya lakini kwa sababu jana alipokuwa anazindua miradi kule kwake Kiharu county, alikubali kufungua moyo na kusungumuza yale ambayo anastahili kusungumuzwa kama kiongozi. Na hayo ndiyo siasa ambayo nataka kupenda kujadili ya kwamba lazima tukubali ya kwamba mheshimiwa Ndindi Nyoro kuwa na makosa wote, kwa sababu siasa wa Kenya ni siasa chafu. Na watu kama Ndindi Nyoro wale sacrifice maisha yao na muda wao wakati walikuwa wanapigania William Ruto ili achaguliwe kama rais. Na kuna baadhi ya vitu ambavyo aliahidiwa kama mbunge wa Kiharu. Aswa Ndindi Nyoro aliahidiwa ya kwamba atakuwa mwenyekiti kiti ya bajeti na timaya ilipewa. Swala ambalo Ndindi Nyoro anajiuliza: Imekuwaje sasa ninasalitiwa? Imekuwaje sasa ninaondolewa kwa sababu Raila Odinga? Imekuwaje leo sifai kwa William Ruto na ni mimi mwenyewe ndimi sacrifice maisha yangu tukitafuta kura tukipigania serikali hii. Baada ya salamu ya mheshimiwa Ruto na Raila Odinga, imekuaje mimi kama ndio Ronaldo lewa Number one? hiyo ndio kitu nataka kusungumuza. Tuliona wakati wa Uhuru Kenyatta handshake mwaka 2017 pia, tuliona mambo kama haya ilitendeka. Tuliona ikifanyia Aden Duale, aling'atoliwa kama majority leader, Amos Kimunya akachukua So hizi ni baadhi ya vitu lazima tukubaliane na kwamba siasa ambalo inafanywa na Mheshimiwa Raila Odinga ni siasa mbaya, siasa chafu, siasa ambayo haifai kwa vijana. Ndindi Nyoro alisema kwamba yeye si mwoga, haogopi mtu wowote wa wala akinyamaza, ananyamaza kwa sababu hataki maneno na mtu na yeye anafanya kazi ya ubunge wa Kiharu constituency. na akasema haijalishi nimebanduliwa nje na Rais William Ruto but mimi bado nitachapa kazi yangu ya kama Mheshimiwa Ndini Nyoro, bado nitasimama kidete kwa niaba ya wakazi wa Kiharu constituency. So nataka kuzungumzia mambo ya Kiharu constituency, vijana tulisudia wakati Ndini Nyoro alikuwa anazindua ma- madarasa mpya kwa ajili ya wakazi wa maeneo kule ya Kiharu. Kiharu namba one sikuona chief area, chief hapo kwa naibu ya chief hapokuwa, wale watu wa serikali ambao wanafaa kushirikiana na Ndini Nyoro kwa sababu hii ni kitu ya wananchi, kitu ya community, hawakuhudhuria ile afla kidogo. Kwa sababu gani? Wacha niseme ya kwamba ni siasa ya ujinga, siasa yenye haina faida. Kwa sababu wewe ni chief, wewe ni naibu ya chief. Ndini Nyoro ni mwanasiasa, na wewe pia ni wewe, chief lazima sikuwe local man. So itakuwaje ukuji kwa afla ya mbunge kwa sababu Maybe unaona ya kwamba serikali ama executive amekupea order ya kwamba usihudhurie ile hafla. Hiyo ni vitu za jenga. Wakati imefika tukubali ya kwamba tuko na viongozi yenye apendi wananchi. Wakati imefika tukubali ya kwamba tuko na viongozi yenye tujali kama wananchi. So, muda mwafaka wakati njema ni sisi wenyewe kama wananchi tuanze kukataa uongo, tuanze kukataa ubedhuli, tuanze kukataa unyanyapaa. So, ndivyo ilivyo. Ningependa kuambia Wakenya, Mheshimiwa Ndindi Nyoro ameondolewa kwa sababu kuna wale, wale watu ambao wanaamini Ndindi Nyoro alikuwa anachukua pesa kwa wingi anapeleka Kiharu constituency lasha CDF in kila mbunge anapewa CDF, kwa nini wale wabunge wengine hawatumii CDF vizuri kama Mheshimiwa Ndindi Nyoro? So wengi ambao wamepewa kama yule mtu ambao amepewa hii kiti kama eh, Mheshimiwa Samuel Atandi wanadhani akina Dini Nyoro walikuwa wanachukua pesa mingi wanaenda nao kwao Kiharu, ndio maana wanajenga shule. Ala, hapana, Dini Nyoro alikuwa anatumia pesa ya bajeti, pesa ya CDF vizuri. Na juzi alikuja aka explain vizuri ya kwamba yeye kama Dini Nyoro akipewa 100 million ama akipewa milioni moja, akiwekeza ama akitumwa katika kwenye ile account ya constituency ya CDF, haondowi ila anatoa asilimia tano kisha 5% anapea admin. So admin akishachukua 5%, yale pesa ambayo imebaki, kila kitu inalipwa na ile bank ama ile account. So ukileta mchanga, pesa utalipwa na ile account, ukipaka rangi, pesa utalipwa kwa ile account, ukisupply material, pesa utalipwa pale. So hayo ndio mheshimiwa Ndindi Nyoro anasema ya kwamba yeye kama Ndindi Nyoro alishajua sababu maalum ya kufanya maendeleo ya Kiaru constituency iende mbele. So vile vile ningependa kuambia mheshimiwa Rais William Ruto sometimes, eh, siasa ya wengine sifanye, ukosane marafiki zako, ya kwamba watu kama Ndindi Nyoro, watu ambao wamekuwa loyal, watu ambao wamefanya kazi nzuri, watu ambao wameonekana wakichapa kazi, so imekuaje? Yaani hii tabia ya Raila, wacha niweke hivi, hii tabia ya Raila Odinga ya kwamba akihusika ama akijaribu kufanya msalamu na wengine, wengine wanatoa wanatolewa kazi. Hizo ndio siasa ambazo tutaki, na hiyo ndio siasa tunataka kuhakikisha tumemaliza one and for all hii Kenya, ili kila mtu apate haki yake, ili kila mtu ashimike. Atuwezi kama hali ya kwamba wewe umengangana, mimi umenisaidia, kisha baadaye unakuja unaondolewa kiosenzi kiojinga, kwa sababu kuna mtu amekuja na ana demand hizi vitu ndio anataka Ndugu zangu wa Kenya, we have young leaders ambalo wanafanya kazi nzuri. People like Ndindi Nyoro ni watu ambao wamejitolea kubadilisha maisha ya wa Kenya. Watu kama Ndindi Nyoro ni watu ambao wamejitolea kuleta usawa. Watu kama Ndindi Nyoro ni watu ambao wamejitolea kimahanga kima, kima ama wamejitolea kubadilisha taswira ya umaskini kwa wananchi, na hao ndio watu ndio unapata kamba hao watu, watu wazee wa Kanu wanafuruga hao So ningependa kuambia Mkenya, wakati imefika. Wewe dada, wewe ndugu, wewe mama, usimame kwa niaba la mwananchi ama kwa niaba ya nchi yako. Hakuna mtu wowote atakaye kuja kukuambia kwamba mimi nataka kutengeneza maeneo hii isipokuwa ni wachache. So mtu kama Ndini Nyoro hajawahi furugana na wili mtu. Mtu kama Ndini Nyoro ni mtu ambaye amekuwa loyo, mtu ambaye amekua tu, hana mambo mengi hata wakati wa kondoleo la shakwa hakuhusika moja kwa moja kufurugana na na hao so, unafaa kujiuliza ni jambo ipi ambayo imefanyika. So kuna mambo mengi, lazima tukubaliane kwamba kuna watu ambao wanatumika vibaya. Kuna watu ambao wamekuja wao kasi kufuruga wale wabunge ambao wanafanya kazi. So swala ambalo anauliza pia, tunataka kuona Samuel Atandi akifanya maendeleo jinsi walikuwa, nadhani kwamba nini nyoro O, anakata pesa ya bajeti ama anajiwekea bajeti mingi kama mbunge wa Kiharu. So tunataka watu ambayo wanafanya kazi. Babu Owino haiko kwa bajeti ya kamati ya bunge, lakini anafanya kazi nzuri. So ukiangalia Jalas pia ni mbunge ambaye ni kijana, pia ukienda Lang'ata, anafanya kazi nzuri, lakini haiko kwa kamati ya bajeti. So hii dhana ambao wengine wanakaa kwa kona fulani wanaanza kuona ya kwamba sisi haifai sisi ndio tunafaa, huyu mtu afai, toa huyu, ule ni mbaya, ule ni nzuri. Hizo ndio vitu nataka kukomesha ndani ya taifa letu, ili kila mtu ashimike, ili kila mtu apate haki yake. Atuwezi ruhusu jambo la uongo, atuwezi ruhusu jambo la fedhea, atuwezi ruhusu jambo ya ukatelizu, atuwezi ruhusu jambo ya kidikteta ya kwamba wale vijana ambao wamejitolea kutengeneza taifa la Kenya wao ndio wanafurugwa, wao ndio wanaondolewa, wao wanaonekana kama wafais, kisha wanakuja na watu binafsi wanaanza kusema wao, oh, acha huyo wekwe kando, acha wale fanywe hivi, acha tunataka watu ambao wa kuresponsibility, watu kama Ndindi Nyoro, watu ambao wanajua kwamba mimi ni mbunge, nikipewa pesa ya CDF pesa hili nafaa kujibajetie hapa na pale. So hii dhana ya kina Ruto ambalo wa kisasa idiwa wanakuja kumwoa wengine wa dhana ya mheshimiwa Raila Odinga akisha ingia kwa serikali anataka kufuruka wengine kwa masalahi yake binafsi. So ukienda maeneo ya constituency ambayo Raila Odinga wabunge wake wanawakilisha hakuna maendeleo. Hiyo ndio kweli ya mambo. Nitajie nyekalu, mbunge wa sasa, ni nini anafanya? Hakuna hakuna, kuna kuna kabisa, hakuna hakuna. Twende bondo constituency haipo, twende Rarieda haipo. Eh, au ni watu ambao wamekuwa loyal kwa chama but faida kwa mwananchi haipo, faida kwa mtu wote haipo. So mimi langu ningependa kuambia watu, wakati imefika tukubaliane sisi wote ya kwamba lazima turekebishe, lazima tutengeneze, lazima tuweke usawa ili kila mtu akubalike, ili kila mtu ashimike. We need change, mabadiliko ya uongozi, mabadiliko kwa vijana mabadiliko ya maendeleo, si kana kwamba kuna wale wana ambao wanafikiria kwamba wakikutana wewe wao ndio wanafaa kupanga nchi Kenya. Kila mtu ana haki ya misingi ya kisiasa, kila mtu ana haki ya misingi ya maendeleo. So hii tabia ambayo wengine wanaingia serikalini wanaanza kufuruga wengine, hizo ni dhana ambayo tunafaa tupataliwe mbali zaidi. So ningependa kuambia Mkenya malipo tulipo, hizi ndio vitu hatutaki. Hizo ndio vita ambayo fai, hizo ndio dhana ambayo tunataka kukataa kabisa. One and for all, ili Kenya ikuwe nchi sawa, lazima tukubalie sisi wote kwamba Kenya ni nchi yetu, Kenya sio shamba ya wengine, Kenya is belong to Kenya, not a few individual ambao wanadhani kwamba hii Kenya ni yetu. So mimi ningependa kuambia Kenya, lazima tufuate viongozi kama natembea ambao wanafanya kazi nzuri kule Tanzania. Anachapa kazi lakini the state anampiga kwa sababu Siteta kuwa na dhani ya kwamba huyu jamaa akichaguliwa hata badilisha maisha ya wakazi hao wa, so, ya ya ya watu wanafanya kazi. Mtu kama Irungu Kang'ata alichaguliwa chini ya UDA. Tuna viongozi Kenya ambao wamejitolea kufanya kazi, tuende kwa Jalas. Jalas pia ni mtu ambaye amefanya kazi nzuri, kazi ambayo anaonekana. Ukienda Lang'ata, bwana Raila Odinga amekuwa mbunge for 20 years. Ndugu zangu, leo ni tofauti, ni tofauti kwa sababu Jalas amejitoa muhanga kutengeneza zile shule ambayo imeshinda Raila Odinga kujenga wakati ule. So Jalas amejitolea, ame amejitolea na roho yake, amejitolea na nguvu yake, amejitolea kwa misingi ya kuleta usawa ya maendeleo ya ya maeneo ya Lang'ata constituency. So tunataka viongozi kama kina Jalas viongozi ambao wako tayari kurekebisha nchi ili taifa letu isonge mbele ya maendeleo. Jambo lingine enda kwa Kaleba Misi. Kaleba Misi anapingwa, anakataliwa na Rayudinga, na aliahidiwa ya kwamba iwapo watafanikiwa kupewa em kiti ya bajeti ya bunge ya taifa ya kwamba atapewa. Kaleba Misi ni nani anajua kwamba Kaleba Misi atarukwa, akarukwa, karukwa, hako mbali, kwa sababu hizi ndio siasa tunakataa. Kwa nini uniahidi, then ikifika wakati ambao unafaa kunisawidi kunisawadi, unaniruka? So hizo ndio sasa tunapinga siasa ya conmanship, siasa ambayo wakora wanakaa fulani, wanadhani nyinyi ni wajinga, wao ndio warefu. Mimi ningependa kuambia Mkenya wakati imewadia, tukatae kujinga, tusimame kwa manufaa yetu kama wananchi. Lazima tukubaline sisi wote ya kwamba ili tufanikiwe, ili tukue na maendeleo, ili tusonge mbele ili tutajirike ili tukue na nchi sawa, lazima we as Kenya sisi ambao ni wa Kenya ambao ni wadogo, sisi ambao ni wanyonge common man, lazima tushikane kwa mabega mkono, tusonge mbele kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu ya Kenya. Bila hiyo hatutafanikiwa. Twende mambo ya governor, hebu angalia ngome ya Rudinga, hebu angalia Runyanza. The only man ambaye anajaribu saa hii ni eh, James Orengo, kwa sababu Orengo, Orengo amejaribu kujenga ECD ECD ambayo James Bob Orengo amejenga ni vitu ambavyo inaonekana, vitu ambavyo inakubalika, vitu ambavyo inakubalika kwa sababu James Agio Orengo amejenga ECD almost 80% na akajiri pia walimu ya ECD 80% na kisha akaleta kinywaji wanafunzi wale wa ECD wakienda, wanapata uji na si uji tu, ni uji ambayo iko na uh, madini ndani yake, ni uji ambao mtoto akikunywa kuna kitu ambayo ina, kuna madini ambayo inaongeza mwili katika kwenye mwili wa mtoto. So Orengo ni kiongozi ambaye amejipanga, na for now Orengo anapigwa right left center kwa sababu mambo ya unyanyapaa, wanataka kulazimisha James Orengo aji, ajiusi, ajihusike ama ajiunge na Kenya kwanza ama broad based government. Hiyo ndio jambo tuangalie, why liko nayo hao viongozi ambao wanakataa kujiunga na government wanapigwa. The same, same way ndio walipigwa kina kina Jalaz, akina akina akina huyu, akina mbunge wa Uriri mita, kwa sababu walitangulia kwenda wapi? Kwenda State House, akina Senator Tomo Jienda, au ni watu walifurugwa na watu wa ODM pia Raila Odinga akawaita wao ni wasaliti. So Raila kwa zilita wasaliti then Raila kisha wakamfuata baadaye. So unajua people like eh, like Jalas Raila yeye ameenda kwa sababu tumbo yake. So ni difference vitu mbili tofauti. So wale walitangulia kwa sababu walikuwa wanataka maendeleo, wafanyiwe maendeleo maeneo yao, wakuwe na maisha mbadala. Maeneo bunge yao ijengewe. Ojenda alienda kwa sababu ya Kisumu, kwa sababu anawakilisha Kisumu ili miradi iletwe Kisumu kaunti ili wana Kisumu wapokee miradi. So mbunge wa Game Lesha Odhiambo pia alihusika pale pale. Wakaitwa kwenye kamiti disciplinary committee ambao wanataka kuambia wao oh, nyinyi ni wa hizi, nyinyi ni wasaliti. So the end of the day wale ambao walikuwa wameitwa katika kwenye kamati ya nidhamu katika kwenye ODM, ODM wakawafuta huko. So mimi ningependa kuambia wa Kenya lazima tusimame kwa manufaa. People like James Orengo, watu ambao wamepigania Kenya, watu ambao wameleta demokrasi. Saa hii ODM hawataki kusikiza James Orengo kwa sababu Orengo anasema ukweli, kwa sababu wanataka um, so lazima tukubalike, lazima tukubalike sisi wote ya kwamba inakuja na consequences. So sisi kama Wakenya, lazima tukubali tuongozwa na wale viongozi ambao ako independent mind. So siokana kwamba mtu ndiye atangulie akishatangulia anaenda na mire. Lasha, lazima tukomeshe siasa ya uongo, siasa yenye haina faida mahali popote. Lanje ni mjukuu wa bunduki, na hii ni 044 TV Kenya. Subscribe, like, comment, share, na Mungu hakubariki.